Michezoni, vilabu vya FKF kutoka ukanda wa mashariki vimepitisha mpango wa kuwa na Conference League kwenye mapendekezo yanayoendelea kutolewa kote nchini. Wakizungumza na wanahabari baada ya kikao hicho, viongozi wa timu zilizotoka katika kanda hiyo wamesema wako tayari kuhakikisha kuwa timu za ligi ya kanda na ile ya daraja la pili zimejumuishwa pamoja ili kupunguza gharama na Mariga tulikubaliana ya kwamba we we we we want want want to to to make make football football uh, accessible easy ama affordable to our our teams teams one of the the things uh, why we have uh, uh, we have uh, uh, we have adopted the conference league is want to, at least our teams, uh, reduce the burden of traveling. Tunafuata agizo la President Hussein Mohamed, uh, wakati ya promise ya election yake alisema atapunguza burden kwa teams. So leo tumekuja, lazima ilikuwa tufanye public participation <laughs> public participation imekuja kufanyika Machakos. So sisi tumekutana hapa, tumeagree tupunguzie gharama clubs. Saa hii tukitoka hapa, tunaanza conference league tu... tufike hapo